Katika takwimu za, eh, katika takwimu za nchi hii eh, ukiangalia katika NBS ni asilimia tisini na nne eh, ya Watanzania wanaoishi sasa ndio wanaoishi ambapo tayari tuko katika Muungano, yaani wanaishi miaka ile ambayo tayari kuna Muungano na na asilimia sita pekee ndio ambao wako eh, waliuona eh, nchi hii ikiwa haina Muungano. Kwa hiyo kuna miaka sitini na sita na asilimia sitini na nne ya Watanzania tunaishi. Kwa hiyo watu wengi kwanza hawajui kwamba nchi ilikuwa inaitwa Tanganyika. Na watu wengi hawajui kwamba kulikuwa kuna Tanzania, Tanganyika peke yake na Zanzibar peke yake. Kwa sababu ni asilimia sita tu ambao ni wazee wetu na ni wachache ndio ambao wanaweza kujua hili swala. Kwa sisi kama wilaya ya Songea na kama manispaa ya Songea tumeamua kufanya shughuli ya usafi katika eneo hili la shule ya sekondari Ruhuwiko. Kwa nini tunafanya usafi? Tunaonesha kwamba hii shule kwanza haikuwepo. Hii shule ni mpya. Kwa hiyo katika muungano wetu ule wa Tanganyika na Zanzibar ambao umezaa Tanzania. Moja kati ya matunda ambayo ndani ya muungano ni ujenzi wa shule hii. Kwa hiyo lazima wale ambao walikuwa hawajui waweze kujua kwamba hii ni tunu ya taifa na lazima tuilinde na lazima tuwe na mshikamano mkubwa katika kata hii ambayo haijawahi kuwa na shule ya kata yake inayojitegemea. Kwa hiyo tunaipongeza serikali, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuthamini ombi letu la muda mrefu ambalo amelisikiliza na kutuletea fedha. Kwa hiyo kuja kufanya usafi katika eneo hili maana yake ni kuhabarisha umma kwamba juu ya maadhimisho ya siku ya, ya, ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, lakini pia wajue kile ambacho rais amekifanya cha kuleta shule ambayo kwa kweli itatusaidia sana kuwaepushia usumbufu watoto ambao walikuwa wanatembea mwendo mrefu kwenda kwenye shule ya sekondari Lwawasi kutoka hapa changamoto ilikuwa ni kubwa sana, watoto walikuwa wakienda mtoto anaamshwa ile saa kumi na moja kutoka hapa kwenda kufata huduma ya shule ambako ni mbali, kurudi nyumbani wakati mwingine wanarudi saa moja, mtoto kachoka. Lakini kwa kuona neema ya pekee hii iliyojitokeza kupata sekondari yetu hii ya kata ya Ruhuwiko, Mtao na Manditi, kata nzima tunasema asante mama. Na wananchi wa kata ya Ruhuwiko tulikuwa tuna sekondari kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kupatikana kwa hii sekondari, tunaamini tunakwenda kupata elimu bora kwa watoto wetu. Watoto wetu walikuwa wanatoka mwendo mrefu, wakati mwingine walikuwa wanaenda Chabluma, Lilambo huko, na wakati mwingine hapa kwenda Ruhuwiko, na wengine Mfaranyaki kwa kidogo kama wazazi pia walikuwa wanapata changamoto za watoto kuakisha, wanasafiri kwenda shule, na wakati fulani zimepelekea utoro wa watoto kuto uzia masomo sawa sawa.